oti mpya ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS inaonyesha kwamba baada ya miaka 30 serikali ya Tanzania italazimika kuwa na bajeti kubwa zaidi katika sekta ilimu, ya elimu ili kukidhi matakwa yanayostahili. Hii ni kutokana na kuonyesha kwamba baada ya miaka hiyo utakuwa na mahitaji zaidi ya walimu pamoja na madarasa haya yote yanatokana na kuimarika kwa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, ambapo watu ambao wanazaliana idadi yake inaongezeka, na wale ambao idadi ya vifo vya kati ya mwaka sifuri mpaka miaka mitano na yenyewe inaendelea kudhibitiwa. Kwa hiyo idadi ya Tanzania itaongezeka na kufikia zaidi ya watu milioni mia moja. Haya yote inaonekana ni mambo ambayo anaanza kuiumiza kichwa serikali na kuangalia ni kwa namna gani naweza kujikomboa ili wananchi wake wapate elimu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa unataka bajeti za mataifa haya yawe si chini ya trilioni tisa, lakini kwa sasa Tanzania bajeti yake ina wastani wa takriban kama trilioni mbili katika eneo la elimu. Tutapiga darubini hapo ni kwa namna gani basi nchi inaweza kufanya vyema na hatimaye kufika huko baada thelathini, madarasa, ya miaka 30 madarasa i madarasa yawe toshelezi lakini pia walimu wawe ni wa kutosha, na kusiwe na upungufu wa aina yoyote. naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi. Hapa studio tunaye Msafiri Mpendu, yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu, lakini pia ni mmoja wa wadau katika eneo. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa njia ya teknolojia itatupeleka mpaka Arusha kukutana na mkurugenzi wa udhibiti wa ubora wa Wizara ya Elimu na Sayansi, Efraim Simbe. Karibu sana Bwana Efraim, asante sana. nashukuru sana, na sana. Okay. Tuanzie kwako. Uh, ripoti inaonyesha kwamba baada ya miaka thelathini tutakuwa tuna kadhia hiyo ya kuhitaji waalimu zaidi, lakini pia madarasa yaongezwe kwanza mpango wa serikali ni nini kuelekea huko miaka 30 ili eneo hili la elimu liendelee kukidhi viwango ambavyo vinatakiwa na Umoja wa Mataifa, lakini na kwa nchi kwa ujumla. Uh, uko upande wangu Simbe ya Arusha eh? Naam uh, kwanza habari za jioni, habari za usiku huu. uh, Ninachoweza kusema serikali imejipanga na imeendelea kufanya maboresho makubwa sana kwenye miundombinu ya shule kwa sasa. Kinachofanyika ni kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya shule na kuhakikisha kwamba kila mtoto anayehitajika kwenda shule aweze kufanikiwa kwenda shuleni, kwa sababu elimu ni haki ya msingi ya, ya, ya, ya mtoto wa Kitanzania na ninachoweza kusema ni kwamba kuna ongezeko kubwa sana ambalo limefanyika la maboresho ya miundombinu kwenye shule zetu za msingi na shule zetu za sekondari. Kwa hiyo ukiangalia tulikotoka na sasa hivi tulipo, naishukuru sana serikali yetu eh, serikali yetu, serikali ya awamu ya sita, mheshimiwa Rais eh, Dr. Samia Suluhu Hassan, tumefanya ujenzi madarasa kwa sehemu kubwa na ongezeko la la uh, udahiri wa wanafunzi kutokana na elimu bila ada kuwa kubwa, lakini mpaka sasa navyozungumza, ni kwamba ongezeko la miundombinu imekidhi haja wanafunzi wetu mpaka sasa, na ubora wa elimu ambao tunausimamia tunauona bayana. Eh, ukizungumzia swala la mwelekeo wetu, mwelekeo wetu ni kwamba kila bajeti inapopangwa ya serikali kumekuwa na mipango madhubuti ya serikali namna ya kuboresha utoaji wa huduma ya elimu hasa hasa katika uwekaji mzuri wa miundombinu ya shule. Tutashuhudia hivi karibuni katika mikoa yote ishirini na sita zimejengwa shule za watoto wa kike, shule ambazo sema kwamba ni shule maalum ambazo zina uwekezaji mkubwa, na kila shule imekuwa ikichukua zaidi ya bilioni tano taona namna ambavyo wawekezaji kwenye mikoa yote ishirini na sita imechengwa shule za sekondari kupitia mradi wa sekutu. Kwa hiyo moja kati ya maboresho ni pamoja na u, ujenzi wa miundombinu ya madarasa, lakini ujenzi wa maabara na mabweni kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo pamoja na ripoti ilisema sisi Tanzania tumejipanga vizuri katika eneo hilo la miundombinu ya shule kuanzia elimu ya awali mpaka elimu uh, ya sekondari ambapo kwa sasa hivi Wasema, elimu msingi kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la hadi kidato cha nne hapo nimbao ni elimu, ni elimu ambayo ni lazima kwa mtoto aweze kuipata mm. kwa hiyo sisi ongezeko hilo ishi kwa okay. sababu hadi sasa madarasa yanakidhi haja ya wanafunzi wetu. Kwa upande wa walimu imekuwa ni uh, malalamiko kwa muda mrefu. Kuna watu wanasema tuna walimu wengi ambao wamesha graduate wapo, lakini idadi ya makasi ya serikali kuajiri bado uh, inaonekana si ile ambayo wadau wengi wa elimu wanaiona, kuelekea huko ili kusiwe na hilo ombwe. Nini mkakati ambao upo, um, mkakati wa kuhakikisha kwa kwamba walimu wanapatikana katika kiwango ambacho kina kivi haja, kwa sababu tuna walimu wengi ambao wame graduate kwenye vyuo mbalimbali, wengine wapo tu mitaani. Uh, lakini bado tunaambiwa, kila kila takwimu zikitoka, idadi ya walimu katika shule zetu ikivi kiwango ambacho kinatakiwa. Uh, ninachoweza kusema ni kwamba hadi sasa hivi hali ya utoaji wetu wa elimu ndani ya nchi yetu iko vizuri, changamoto ndogo ndogo za upungufu wa walimu, serikali imeendelea kuajiri na hivi karibuni tumeona interview zimefanyika nchi nzima, na walimu wanaendelea kuwaposti katika wilaya na shule mbalimbali. swala so hili uh, la ajira ya walimu siwezi so yes, kalizungumzia sana kwa sasa hivi, lakini nachoweza kusema ni kwamba serikali imeendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba kwenye shule zetu tunakuwa na walimu, lakini tunakuwa na walimu ambao ni mahiri na kupitia hilo serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa walimu walio kazini kupitia MEWAKA ambapo walimu walio kazini wameendelea kupokea mafunzo kazini, ili kuendelea kuboresha umahiri wa walimu katika utoaji wa elimu kwenye ngazi zote, kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari, lakini pia katika vyuo vya walimu wa ufunzi wetu. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea na mapato ya serikali, na ajira za walimu zimekuwa zikiendelea kutolewa, lakini kwa mfumo ule ule ambao mheshimiwa waziri wa elimu amekuwa akizungumzia kwamba lazima tupate watu ambao ni mahiri na kwa jinsi ambavyo inahitajika. Na kwa hiyo naweza kusema ni kwamba hadi sasa bado serikali inaendelea kuangalia gap lililopo na namna ya kujaza maeneo hayo, kuyaweka vizuri. Okay, tarudi kwako tena uh, Simbeye uh, Mpendo, umemsikia Uh, mkurugenzi namna ambavyo ameeleza hivyo lakini ripoti no. kama nyinyi wadau wa elimu kuona kwamba mm. baada ya miaka thelathini utakuwa kuna changamoto ya walimu na madarasa mmeipokeaje? mm. Uh, kwanza kabisa ni declare interest kwamba ukiacha kuwa mdau wa elimu, lakini pia ni mdau wa sera mm. eh, kwa sababu na pia ni mdau wa utekelezaji wa ilani kwa sababu ni diwani mstaafu, nilimaliza muda wangu hivi karibuni mm. eh, kwa hiyo ni vitu ambavyo tumedili navyo sana Uh, ripoti, ukiangalia kwa, kwa, kwa, kwa kina kuna maeneo ambayo kama nchi tutahitaji kujipanga mm. <coughs> kwa sababu uh, ripoti ime forecast kwamba na sio miaka 30, miaka 35 from now, ukiangalia ripoti ni 2021 mpaka 2060 na sitini, yani uh, 2060 uh, kwa hiyo kuanzia hapa tulipo kwenda kule, tuna miaka 35 na tano na <coughs> imeainisha eh, kama ulivyosema kwamba population kwa mujibu ile ripoti inaonyesha watu watakuwa ni eh, sio milioni 100 ni milioni 112.8. hmm. kwa ongezeko eh, yeah, zaidi. Kwa hiyo ni, ni ongezeko kubwa sana. Sambamba na hivyo idadi ya watoto watakohitajika kwenda shule, wakati inaandaliwa ripoti, watoto walikuwa wanahitajika kwenda shule walikuwa ni wastani wa milioni 18.8, lakini watoto walioandikishwa shule 2021 walikuwa ni kama milioni 15.4 itakapofika idadi itaongezeka, na lile ongezeko lina lina sura mbili kwa mujibu wa ripoti. Sura ya kwanza, kama tutaenda hivi tulivyo, kwa sababu ile ripoti inaonyesha pia kwamba kuna swala la ongezeko la kuzaliana sana mm, e, ambayo ripoti kidogo kama imekuwa critics kama imekosoa me, me, mmswahili bwana, swala la kuzaliana kwetu ni uchumi. Kwa hiyo kwa inaonyesha kwamba endapo watu watazaliana sana, ongezeko litakuwa ni watoto milioni 32.9 watakohitajika kuandikishwa kwa hmm. Itakuwa kama milioni kwamba kwamba kwamba watoto milioni hmm. n time, alafu watoto wa shule. Sasa tuiangalie ripoti, ripoti nasema tutahitaji kwenye hmm. sekta ya elimu tutahitaji bajeti ya trilioni 173.4 trilioni 173.4 is a lot of money, ni hela nyingi sana lakini, mm -hmm, kwa mwaka, kwa miaka 35 yanayokuja inaweza isiwe nyingi mm -hmm. Na budget tunazungumzia kwa sasa ni bajeti za miaka mitatu. Yes, yes, unajua wakati mwingine kama nchi ni maamuzi, umeona na uwekezaji, kwa sababu tunaweza tukawekeza kwenye eneo fulani alafu hiyo pesa ikapatikana kwa kinani. Nitakutolea mfano tu, kwa mfano Singapore Singapore ukiangalia kwenye GDP yao, uh, upande wa travel and tourism, utalii peke yake unaingiza dola bilioni 66.1 ambao sasa hivi una trilioni 175 kwa rate ya sasa hivi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo kama tunaamua sisi kuwekeza kwenye eneo moja tu, tunaweza tukajikuta hiyo bajeti tuna tunaipata. Lakini kwa bajeti tuliokuwa nayo sasa hivi inasema kwamba bajeti ya mwaka jana ile 2024 mpaka mm. 2025 tulipata bajeti ya trilioni 1.968 na, yani trilioni 1 bilioni 668, lakini bajeti ya mwaka huu tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kwa, kwa, kwa jitihada zake za za kuipambania hii sekta ya elimu, imeongezwa bajeti, imeongezwa almost bilioni 468, kwa sababu bajeti inasoma tuna trilioni 2.468 yeah. Uh, kwa hiyo tunaona kuna, kuna, kuna, kuna almost more than bilioni 460 kitu zimefanyaje? Zime, zime, mm. zimeongezeka. Kwa hiyo pesi sio mbaya. Na, na kwenye ile ripoti kuna kitu ambacho kidogo nimekiangalia, nilisema kwamba wakati mwingine tunapofanya hizi tafiti tuangalie engo zote tusiangalie engo moja mm. Ripoti imeangalia zaidi engo ya serikali kama serikali imeiacha private sector. Mm. Kama umeisoma vizuri ile yeah, ripoti yeah. Nitakutolea mfano mdogo tu, shule 589 ambazo mpaka sasa kwa, kwa, kwa, kwa bajeti iliyopita zimesajiliwa shule 9, eh, 9. Mm, 9. Katika shule 189, shule 240 ndio za serikali Sijui unanifahamu vizuri. 140 primary, 100 secondary. Mm. Zilizobaki ni private. Kwa hiyo kuna mdau private sector pia atakuwa anamsaidia serikali kwenye swala hilo la elimu. Kwa hiyo tunapoongelea madarasa tusiangalie madarasa ya serikali tu. Tunapoongelea sijui walimu tusiangalie walimu wa serikali tu. Tukichukua population tuliyokuwa nayo ya watoto, tunahitaji kuwa nao basi tuangalie pia na sekta binafsi itakuwa na mchango gani. Kwa hiyo kama nchi kwenye eneo hili tutakuwa tujipange kuongeza bajeti kuweka investment ya kutosha na kuangalia, lakini pia tutoke tu, tu, tu huko, ukisoma uh, uki, uki, uki, uki vizuri ile ripoti mm. Kuna eneo pia kama imelisahau ripoti inasema kwamba by that time tutahitaji karibia wa walimu laki nane se <laughs> ni wengi sana. <laughs> Unajua sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. <laughs> yeah. watu wanapunguza walimu. <laughs> Hii ripoti inasema tuongeze walimu. tuongeze walimu kulingana na namba ya wanafunzi watakaokuwepo, kulingana na namba ya wanafunzi watakaokuwepo. Sasa hivi tuna teknolojia, tuna masuala ya akili mnemba, ukiangalia okay. mm. Google Classroom, mwalimu mmoja anaweza akafundisha wanafunzi wengi sana mm. Sasa bado tuko kwenye ule mfumo wa tunaita traditional learning yani mm. Yani yani yani yani, teacher ndo anakuwa source of information hapo, utahitaji kwa ajili ya walimu wengi zaidi yani. Lakini tukitoka huko tukwele inaitwa uh, uh, centered learning yani, yani ya, ya, mwanafunzi ndio atachukua information alafu mwalimu atakuwa ni, ni, ni, ni katikati hapa, huko kuna mwanafunzi huko kuna information, mwalimu atakuwa mm. anamsaidia mwanafunzi ku, kupata ku, ku process ile information mm. na nini, hapa tutapunguza walimu, lakini kuna masuala ya akili mnemba sasa hivi tunakuendewa kunaangalia miaka kumi itakayokuja, muundo wa ufundishaji inabidi tubadilishe. Kuna uwezekano mwalimu akawa yuko Dodoma akafundisha madarasa ambayo yako Tanzania, kama tutainvesti kwenye eneo la technology, na nimemwona mmoja wa wadau wamesema kwamba tusisahau eneo hili la technology, kwa hata wa idadi ya walimu wanaosema mimi nadhani haiko haiko haipo sawa, haipo haipo sawa. Tarudi kwako Mpendu Simbe, moja ya jambo ambalo uh -huh. pia ameliibua hapa Mpendu ni kuhusiana na matumizi ya teknolojia, na hii imekuwa ni sehemu ambayo inasaidia mno kwenye maeneo mbalimbali na kwenye mbali hii teknolojia hmm. hata kwenye ujenzi watu wanasema kwamba eh, kwa sasa umefika wakati hata shule zetu ziwe na eh, za maghorofa nyingi zaidi kuliko zile shule ambazo zimetapakanya kwenye eneo kubwa badala ya kuinua tu maghorofa, lakini hapa kwenye kwenye walimu hapa na teknolojia, mkakati sasa wa serikali ni nini? Kwa sababu kuna wakati tuliona hiyo imeanza, eh, kuchukuliwa kwa kasi kidogo, hasa wakati ule wa COVID. Ndio unachoweza uh, kusema ni kwamba mkakati wa serikali kwenye eneo la TEHAMA ni kuhakikisha kwanza E, elimu ya teknolojia habari na mawasiliano inakuwa ni elimu ambayo inamfikia kila Mtanzania na kila mtoto wa Tanzania aliyeko shuleni. Na kwa kuanzia, serikali ilichokifanya kwanza ni kuhakikisha kila mwalimu ana vitendea kazi ambavyo vinaendana na TEHAMA. Kwa sasa hivi kila mwalimu ana kishikwambi au tablet, hmm, ambayo hiyo sasa inamwezesha mwalimu ku access Eh, matirio yake katika ufundishaji wake, lakini pia imeendelea kutoa elimu kwa wanafunzi wetu, na anachoweza kusema pia, kwa mfano, kwenye eneo linalosimamia la udhibiti ubora wa shule tunayo domain au tunayo nyanja ya tehama, teknolojia habari na mawasiliano, ambapo huko sasa tunaimarisha namna ambavyo walimu wetu na wanafunzi wetu tunaweza tukatumia teknolojia hiyo ya kuwafikia wanafunzi. Utakumbuka wakati wa changamoto ya COVID, mm, ilibidi sasa kuhakikisha kwamba chanzo pekee cha utoaji wa elimu ikiwa ni kutumia televishen na ili kufikia sasa kutokana hali ili, ili na hali ile imetufundisha na imetupa eh, tayari kuhakikisha kwa kwamba walimu wetu tunaowaandaa, no, wa kwenye vyuo vyetu, lakini pia wanafunzi wetu kuwa na utayari wa namna ya kutumia teknolojia na kukua kwa hilo sasa taasisi yetu ya elimu TAI au TET mm. imetoa ime, ime, ime na kuelezea suala la e, darasa la smart class. Mm. smart class ni darasa ambalo mwalimu anafundisha, anaweza akafundisha shule zaidi ya moja, akiwa Kibaha anaweza akafundisha na shule nyingine ndani ya mikoa mbalimbali kwa kutumia smart class, na hilo sasa pia Dodoma na baadhi ya mikoa tayari tumeshaweka tumeshakuwa na darasa la namna kama hiyo tunaita smart class, kwa sababu mwalimu mmoja anaweza kawafikia wanafunzi wengi kwa wakati mmoja. Na ili sasa kuhakikisha hali inafanikiwa ina, ina, ina, serikali imeendelea kugawa vitendea kazi kwenye shule zetu, imegawa kompyuta, lakini imeendelea kugawa kwa kwa wadhibiti ubora wa shule. Kila ofisi ina zaidi ya kompyuta tatu, lakini hmm. inazo kila mdhibiti ubora anachokishikwambi au tablet okay. Lakini sio kwa hao tu, pia kwa walimu wetu mm. Lengo zima ni kuwafikia wanafunzi wengi kwa wakati mmoja na pia kukabiliana na majanga, kwa mfano kama haya ya Covid iliyojitokeza. Kwa hiyo kwa sasa hivi kujipanga kwetu pamoja na kwenye smart class pamoja yeah. na ukuzaji wa utendea kazi wa tehama, lakini bado uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu unaendelea kuwekwa mm. na ndio hapo sasa napokuambia kwamba sisi utekelezaji wetu unaenda kwa kulingana na mipango kwa miaka mitano mitano okay. Na pamoja na ripoti inavyoonyesha mapungufu mm. Hayo mapungufu ni mm. kwa miaka mingi ijayo oh, okay. Ambayo na sisi kama Tanzania tumejipanga kwenye eneo okay. hilo ikiwa ni pamoja na utoaji wa hiyo elimu mm. Lakini kuhakikisha kwamba kila mwalimu anakuwa na skills za namna ya mm. utumiaji wa tehama mm. Na wakati huo huo kwamba hatuko nyuma na dunia jinsi inavyokwenda. Nakumbuka ndani ya wiki mbili tatu zilizopita tulikuwa na kikao pale Dar es Salaam mm -hmm. cha e-learning ambayo tulishirikisha mataifa mbalimbali na lengo kubwa ni namna gani ya kukabiliana na namna dunia inavyoenda na mabadiliko makubwa kwenye eneo la Tehama na sisi, okay. kama Tanzania tuwezi kuwa nyuma kwenye Tehama mm -hmm. na lengo kubwa kisha kwamba elimu yetu nayo itoa, pamoja na kukidhi mapungufu yanayojitokeza, tuone namna gani tunaweza tukaifikia, tukawafikia wanafunzi wetu kwa madarasa yetu kwa njia ya teknolojia ya habari. Okay, sasa vifaa hivi vitendea kazi kama hivyo imeturahisishia sana namna a ufikiaji wa wanafunzi wengi kwa wakati mmoja. Sawa sawa. Ndio. Sawa. Eh, mpendo. Naam. Tumesikia ufafanuzi. Ndio. Hasa katika ile eneo ni ambapo nilimgusia kwamba wakati wa mm. Covid tulifanya hivi na tuliona yeah. mm. uh, athari chanya mm. kwa wanafunzi. mm-hmm. Sera yetu inasemaje? Inasemaji mm kwenye hili eneo na uwekezaji wake mm. unaweza ukawa ni rahisi kwa kiwango kipi? Uh, sera so, so, yetu iko wazi kwenye eneo la, la, la, la tehama mm. na uwekezaji pia mm. uko wazi kwenye eneo la tehama na tayari ishaanza kufanyika mm. uh, ingawa unajua kitu chochote kinapokuja ise process Mm hawa -hmm. E, wenzetu wa huko ambao wakati mwingine wanafanya comparative analysis mm -hmm. wanaweza wakazichukua hizi nchi za Kiafrika halafu wakakompare na manchi ya kwao, ambao ni majayanti alishapita kwa muda mrefu huko. Yani hiyo phase wao walishaivuka kao. Kwaona sisi tunaenda, lakini pesi bado iko slow, pamoja na hiyo kwamba, kama alivyosema mkurugenzi pale, uh, swala la smart class mm -hmm na ndo tunarudi pale sasa, ripoti inaposema unahitaji walimu laki nane alafu huku kuna teknoloji nakuambia, unaweza ukawa na smart class ambayo unaweza ukafundisha wanafunzi wengi kwa wakati mmoja mmoja, unaona kwamba hapo hakuna uhalisia. Mm. Kwa nini? Kwa sababu na, na hata hicho kiwango cha bajeti kilichowekwa kitapungua kwa sababu. Mm. Moja ya sababu iliyopelekea bajeti ile kuwa kubwa ni swala la kuajiri walimu. Mm lakini pili, miundo mbinu mm. Sidhani mpaka elfu mbili na sitini bado tutakuwa tuna struggle kwenye miundo mbinu hiyo, sidhani. Ripoti inasema kwamba tunatakiwa madarasa at least kwa mwaka tu tunajenga madarasa elfu nne na themanini na, na, na, na, na, na, na, na, na tatu alafu tu, tu, tu, tuwe tuna ajiri walimu elfu tano mia tano tisini na nne hali eh, ya kuwa sisi kama nchi of course mpaka kwa, kwa, kwa mwaka wa fedha ulioisha. Uh, serikali ilijenga madarasa 334 yeah, yeah, yeah, mm. Umeona eh ambacho katika ile 334 71 ilikuwa ya sekondari, the rest alikuwa ni, ni, ni msingi. Of course serikali imejitahidi sana eh. mm amesema mkurugenzi. Kuhusiana na zile shule maalum ambazo serikali imeweka bilioni tano kwenye kila mkoa yeah, yes, yes. Mm. Yes, alafu ukisoma leskitu kama icho ile project ambayo yenyewe inaelezea kujenga shule elfu moja ndani ya muda fulani mm. kwa hiyo uwekezaji upo na moja ya shule zangu mimi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kata yangu nilipokuwa na hudumu Uh, mfuru mforu uh, primary school mm. nilienda nikakuta wanafunzi kijijini kabisa yeah. Nilienda nikakuta wanafunzi wa, i mean walimu pale wana screen pale, wako na wanafunzi shule ya msingi, na wanafunzi wanawafundisha tehama. Sasa utaona kwa jinsi gani serikali imeweza kuwekeza, na ukiangalia hii budget hata kwaje budget, unaona kabisa eneo la la, la, la tehama limetiliwa lime nguvu, kwa sababu kuna mpango kwamba kwenye kila shule ya sekondari ya kata mm. Serikali ina mpango kuj, wa kujenga uh, uh, wanaita nini hizi Uh, tehama klasi madarasa yeah. Yani ma class, yeah, yeah, class. Ni darasa kwa ajili ya tehama kwa ajili ya ufundishaji wa, wa, wa tehama a au, au, au, wanaita ICT lab. Hmm. Eh, kila shule na baadhi ya shule tayari serikali ishaanza kufanya kwa uwekezaji mkubwa kimsingi tu sasa hivi tuweze kuangalia jinsi gani kwamba kama nchi hmm. Tujipange kwa sababu tushaona tayari population itakuwa katika katika idadi gani mm. Tushaona kwamba watoto wataongezeka kwa kiasi gani, basi kadri mabadiliko yanavyoenda sisi tuende nayo okay. Tuende tunaenda na ile pesi mm. Na hata sasa hivi ukiangalia hakuna mtoto anaekaa nyumbani kwa ajili ya kukosa eneo la kusoma so, yeah. Yani tulishavuka huko mm. E, kipindi hiki kuanzia ile uviko kama unakumbuka Mheshimiwa Rais, mimi kwenye katangu peke yake aliweza ali, ali, ali, ali, ali kuingiza pale karibu ya milioni mia mbili sitini na tano, kama sikosei hizi okay, zilienda kwenye miundombinu ya shule tu Mm. mabadiliko ni makubwa makubwa. Mabadiliko ni makubwa. Wakati tunakimbia mpendo baada saa kuona hiyo hiyo mm. ripoti yenyewe na kupima wewe uhalisia wako, ukiwa mm. kama mdau, unaona mm. nini ambacho kinatakiwa kifanyike haraka, ili mm. tuendane na hali ya mambo na mm. hii ripoti isije ikawa inatupiga kizunguzungu? Sawa kabisa, cha kwanza kabisa tuwekeze kwenye miundo mbinu. Swala la sina, sina walimu mimi sina nani nalo walimu, kwa sababu hapo wengi mtaani, ni swala la ajira tu. Hmm. E, kwa, kwa, kwa mwaka mwaka kwa mwaka kwa mfano mwaka, kwa mwaka, kwa mwaka ya uloisha walimu elfu kumi na tano wanafunzi elfu kumi na tano walidahiliwa yeah, kwenye vyuo vya walimu. Kwa hiyo mimi sina hapa kwenye miundombinu, na ndio bado unaona serikali inawekeza nguvu hapo. hmm. Ukiangalia kuna P4R, ukiangalia sijui kuna, kuna boosti hiyo yote yeah, um, miradi yote na kwenye miundombinu kwao serikali inapeleka pesa nyingi sana kwenye miundombinu tunamwinikaje jumbe simia rais kazi anaifanya ni kubwa aendelee kuwekeza kwenye miundombinu tutakaa sawa mabadiliko hmm. huyo yanakuja taratibu yaji kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wakati mmoja akamaliza kila kitu hmm. Hmm. Uh, simbe, kwa haraka sana neno lako moja nini wakati wetu umetutupa mkono kazi kubwa sana kwenye miundombinu

lakini shule ishirini na nane za michepuo ya biashara, lakini pia tumejenga shule za sekondari zaidi ya elfu moja na thelathini na moja kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka shule kutoka eh, kutoka shule mia, eh, tu, hadi shule elfu nne mia nane tisini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano hmm. Na tumejenga shule kutoka elfu kumi na sita na 46. Okay. hadi kufika elfu saba mia tisa sabini na sita mwaka 2025. Lazima tumpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri okay, ya sekta ya muungano wa Tanzania namna ambavyo inakwenda mm, vizuri sana okay. Tukushukuru sana uh, Simbe uh, yeah. mawasiliano kidogo yametusaliti ya kutoka pale Arusha ambako tulikuwa naye Mfrai Simbe, mkurugenzi wa udhibiti ubora wa shule kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ambayo tulikuwa tukitupia macho ripoti mpya ambayo imetolewa na uh, Ofisi ya Taifa Takwimu, NBS, ikionyesha kwamba baada ya miaka thelathini kutakuwa kuna kadhia kidogo ya madarasa na walimu, naye tuliungana naye ili kutupa picha nzima na metusaidia tueleza hali ya mambo ilivyo. Mm, studio hapa nimekuwa naye msafiri mpendwa, ni mtaalamu wa masuala ya elimu akiwa ni mchambuzi mm, lakini pia ni mdau katika eneo. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nikushukuru tu wewe ambaye umekuwa nasi na nikutakie tu usiku mwema na kila laheri.